Karibu kwenye chaneli yako ya Moyo wa Malezi, mahali pa hekima, upendo na mwongozo wa kulea watoto kwa hekima. Katika hizi video fupi fupi, ambazo nakuandalia sasa hivi, ninapenda kukuandalia umuhimu wa rangi mbalimbali ambazo unamvalisha mtoto wako. Yaani unatakiwa kujua ni rangi gani unatakiwa umvalishe mtoto wako na hizo rangi unaweza kuwa unamvalisha mtoto zinakuwa zina maana gani? Ninamaanisha rangi za nguo ambazo unakuwa unamvalisha mtoto wako. Nitachambua rangi moja moja, lakini siku ya leo nitazungumzia rangi moja tu na kila siku nitakuwa na kuonyesha rangi moja baada ya nyingine. Ni rangi gani nzuri ambazo unatakiwa umvalishe mtoto wako? Rangi ya kwanza kabisa ambayo tutaanza nayo ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe inaonyesha amani, inaonyesha mwangaza, inaonyesha nuru. Zoea ya kumvalisha mtoto wako nguo za rangi nyeupe kwa sababu unamwandaa mtoto kuwa na amani, unamwandaa mtoto kuwa na mwanga bora, unamwandaa mtoto kuwa na maisha yenye nuru. Hakikisha unamvalisha mtoto wako nguo nyeupe. Nguo nyeupe unaweza kuwa unamvalisha, unaweza ukamvalisha sketi, unaweza ukamvalisha blouse, au unaweza ukamvalisha shati, kama ni mtoto wa kiume. Huku kwingine unaweza ukamvalisha nguo tu ya rangi nyingine, lakini hakikisha shati lake unalomvalisha basi lio lina rangi nyeupe, kwa sababu rangi nyeupe itamuongoza mtoto kuhakikisha anafikia hatima ya maisha yake. Usidharau kuhusu rangi za nguo unazovalisha watoto wako kwa sababu rangi zimebeba kitu kikubwa sana katika maisha ya watoto. Tunawajali watoto, tunawapenda watoto. Asante sana kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Tukutane tena kwenye video nyingine fupi ambapo nitakuonyesha rangi ya pili. Usipende kukosa rangi ya pili mpaka rangi ya kumi na tano nitazungumzia rangi kumi na tano ambazo ni muhimu sana katika maisha ya watoto. Asante, karibu tena.